Leo ni tarehe sita mwezi ni wa kwanza, mwaka wa elfu mbili na makumi mbili na sita. Naitwa Babu Felix Mwembamba, mwana wa Mbanda Huruma ya Pua. Naam, ndugu mpenzi msikilizaji, sura zinafanana lakini hazilingani, ujue kwamba habari za jana siyo habari za leo, ni siku nyingine kabisa. Cha kwanza nina kusalimu popote pale ulipo nikiamini wewe uko salama kabisa ni katika siku hii lakini ni tariki sita mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 ikiwa siku ya Jumanne, ambayo ninakuletea na taarifa hizi za habari. Ni kwako tu kutufuatilia katika vipindi vyote mwanzo hadi mwisho. Ni kwako tu kukaribisha tena, ya kwamba upate kuungana nami pia, hata kwa kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema. Bendera hiyo inapeperuka kukuonyesha ya kwamba habari tunakuletea kutoka mashariki mwake DRC ni Kivu ya kusini ndiko ambako kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Lakini habari zingine zinakujia hata wilayani Afrika kukukaribisha na kukupasha katika maeneo tofauti ikiwemo Tanzania, Burundi na hata mashariki mwake DRC na hivyo nipate kukupasha na kukuonyesha ya kwamba ulikuwa nami katika vipindi vingine, lakini hiki ni kipindi kingine, nakuja kukupasha hali ya usalama na mambo mengine tofauti. Ungana nami katika kipindi hiki ya kwamba upati kupata mengi hususan zaidi hali ya usalama, na mara moja naweza tu nikaanzia tarafani Uvira, ambako mapambano yanaendelea kabisa kujiri na kupamba moto kila wakati wa usalama kuwa mbaya katika maeneo hapo, na ni kujuze ya kwamba hali ya usalama hadi kwa sasa inaendelea kuwa mbaya katika mashariki mwake DRC, hususani maeneo ambako waasi wa FCM 23 wanaweza kushika na kuweza hata kuambukiza mahali mengine pembezoni na kuweka watu katika hali ya usalama kuwa mdogo. Ni kujuze ya kwamba Uvira ni katika kivu ya kusini mashariki mwake DRC mji huo ambako wasi wa SM23 wanaweza kuushika na uko chini ya milki yao, lakini hali ya usalama kuendelea kuzorota na hivyo watu kuweza kulalamika kutoa lawama na kuonyesha kwamba watu wanazidi kupoteza maisha katika maeneo hapo mjini Uvira. Ni kuonyesha ya kwamba Kumeonekana miili mbili isiyo na uhai katika mji wa Uvira hususan katika maeneo ya Kavimvira. Mwili wa mtu mmoja mwanamume ambaye umeonekana bila uhai na mwingine mwili mmoja ambao usiokuwa na uhai wa mwanamke ukionekana katika maeneo ya Mulongwe, lakini duru za mahali zikiweza kuonyesha ya kwamba mwanamke ambaye aliweza kupoteza maisha katika maeneo au kata la Mulongwe mjini Uvira ni kwamba aliombwa na waasi wa FCM 23 kuweza kufanya naye tendo la ngono lakini mwanamke huyo kuweza kukataa jambo ambalo liliweza kupelekea mwanamke huyo apate kufyatuliwa risasi na kuweza kupoteza maisha, mwanamke huyo akidaiwa kuwa ni mbembe katika asili ya Fizi, na hivyo na jambo hilo tu likiweza kuonyesha kutokuwa na thamani kwa wakaaji au wananchi katika mashariki mwake DRC ambako watu wengi wanaripotiwa kupoteza maisha, jambo linaweza kuweka tena wasiwasi wasi kwa binadamu ambao wanaweza kuishi katika maeneo ambako wahasi wa FCM 23 wanaweza kushika vita mashariki mwake DRC, hususan katika tarafa la Uvira ambako mapambano yanaendelea kujiri, lakini katika wakati huu ukimya unaweza kutanda kwa ngambo zote mbili, kati ya waasi wa FCM 23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda na kupambana dhidi ya jeshi la Kongo na ambao wanaweza kuungwa mkono na jeshi la Wazalendo, lakini wamoja wakipambania kuweza kushika mji wa Uvira na wengine kuweza kupambana ya kwamba waweze kushika maeneo ya Fizi na kufika hata maeneo ya Kalemi katika jimbo la Tanganyika. Watu nane wameripotiwa kushikwa na waasi wa FCM 23, vijana hao wakiweza kuripotiwa wa kuchukuliwa katika maeneo ya Proje Rugenge, ambako na pia katika maeneo ya Runyangara kumeweza kuonekana mwili mmoja kati ya wale nane vijana ambao waliweza kushikwa umeweza kuwa bila maisha, yani wakikuta mzoga huo katika maeneo ya hapo Runyangara na haya yote yakiweza pia hata kuthibitishwa na kuweza kuonyeshwa mara ngapi ni wahasi wa SM 23 waliweza kuwashika vijana hao na kuweza kuwapeleka mahali pasipojulikana. E, hao batipe wanakuwa mbaya sasa tena, e, wanaanza kuchomoa vijana mu manyumba na kwenda baua. E, leo hapa walichomoa kiana, walichomoa vijana munane. Kwa hiyo vijana e, munane huyu mmoja banakutana banamua E, fasi mwa kunaitiwa Kunyangara bengine bote Rugenge walibeba kama ine kaimu projet tatu Kiromonyi umoya au vavyana, bayaonekana kwenye valienda vawia huyu moya ndo tulona maiti yake hapa Mnyangara. Basi mwananchi anajiita kwa jina la Felix Mwembamba uruma ya poa, akiweza pia kabisa kulingilia jambo la hali ya usalama mashariki ya mwake DRC na kuonyesha mara ngapi waasi wa M23 wakiweza kushindwa, akilinganisha maneno yake ya Sambwa Huseni, ambaye aliweza kutangaza rasmi na kusema ya kwamba waasi wa M23 katika tariki tano za mwezi wa kwanza mwaka 2026 watakuwa tayari wameshatambuka Fizi na kuendelea katika maeneo ya Kalemi tara jimboni Tanganyika na hivyo akiweza kuongeza ya kwamba kuonyesha mara ngapi waasi wa FCM 23 wameweza kushindwa. Hayo aliweza kuyatamka leo hii, ikiwa tariki sita mwezi wa kwanza mwaka wa 2025 huo ujasiri wake aliweza kuyatamka mambo hayo na kuweza kabisa kulinganisha mambo na kuonyesha mara ngapi waasi wa FCM 23 wameweza kushindwa. Na basi natumwachia apate kuyazungumza. Ni tarehe sita, mwezi ni wa kwanza mwaka wa elfu mbili na makumi mbili na sita. Naitwa Babu Felix Mwembamba mwana wa Mbanda huruma ya pua e, nakuja kutoa taarifa ambazo watu walinipigia simu na wakunilaumu kunilaumu, kwamba kama tunasikia uhamasishaji wenu, na sisi huku tunalala vizuri, kwa sababu ya hali ya nchi yetu. Maana redio kama redio BBC, RFI, France 24, Deutsche Welle hatuziamini tena, tunaamini watu ambao wapo kutere na sisi. Tunataka nchi yetu, tunaipenda nchi yetu tunapenda iwe na amani hata kama tuko huku ngambo ya pili, ni safi kabisa. Mzaro kwao ni mtumwa, na ni haki yako kabisa kufuatilia taarifa zote za nchini kwako, kama tulivyoona watu wa uh, Ukraine walitoka maeneo tofauti tofauti, wengine wakatoka USA wakaenda kupambana kwa sababu ya nchi yao, sio vibaya. Ule ambaye atakwenda kudharau nchi yake huyo ni mtumwa. Na kwa kupigana vita kuna njia nyingi sana. Kuna njia ya kupigana kwa sauti, kuna njia ya kupigana kwa risasi, kuna njia ya kupigana kwa kuandika, kuna njia ya kupigana kwa, uh, kwa kufunza watu, sijui mafunzo tofauti tofauti ya uzalendo, yote ni kupigana vita, na sisi leo tuko kwenye mapambano ya vita vya habari na habari yenyewe ndo hii. Watu wa M23 ndo tunataka tuje, kwa sababu ya kuwambia kwamba wameshindwa vita watu wa M23. M23 wa ndugu zangu, imeshashindwa vita, na walikuwa wanachukua fursa ya kuonga pesa ili wapite. Muna mifano yote, baraka eh, Uvira, kumradhi Bukavu, Goma waliingia kwa kutekeleza pesa zao kwa maafisa wa kijeshi wa Kongo, baadhi ya maafisa wa kijeshi hapana. Ule Ruboya Shamata ule wa Waituri hapana, yule yule ni, ni mzalendo yule yule, haongwi pesa, ndio unaona kule kwao hawaendi, lakini sehemu ambapo kulikuwa na wa maafisa wa kijeshi wetu ambao walikuwa ni Wanyarwanda, ndo watu ambao walituuza. Ndo maana huku kuna afrontima kubwa sana, kwa sababu kuna watu ambao wanapenda hela na baada ya kubadilishwa kwa viongozi na wengine kufungwa. Kwanza tunaomba viongozi wa serikali, viongozi wa juu wasiwafunge pamoja, kama tulivyosikia kwamba wanawaweka sehemu moja, ndoro wawafunge tofauti tofauti, na na na kama ni kuchinja wachinje tu, kulingana na mtu na kosa yake wachinje wale majeneru. Ndio maana unaona vita vinalemea huku kwetu. Sasa ile changement ambayo imefanyika wanaanza kutana sasa na moto. Alafu baada ya kupulizwa moto vizuri ndio unaona wanaanza kurudia nyuma. Walirudishwa nyuma leo hakuna vita. Leo kabisa leo yote ya tarehe sita hakuna vita. E, pande zote za Uvira lakini kuanzia jana juzi yake ile kulikuwa vita vikali sana. Na ushindi huko ngambo yetu. Sasa watu wakawa wanataka kupata mahabari na wakati mtu bado anasonga. Pakuwa na sijamaliza kusonga. Sasa hiyo habari itakujaje? Ndio maana tuliwaambia subirini, sisi tunatoa mahabari yawe ya uhakika, sio kujipendekeza na kuleta mahabari ambayo wanisikie nilisema. Ndio maana tunaambia M23 hawana uwezo wa kupambana na jeshi la serikali na wazalendo. Walipigwa sana M23 mpaka wanasahau njia. M23, kwa taarifa yenu, hakuna vita ambavyo mnaweza vikavifanya porini. Nyinyi mlikuja aseme mutaenda siku tano ndo asambwausena aliseme siku tano tu, tutakuwa baraka mpaka Kalemi. Leo tunakuwa siku ya sita kisha Bonani mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Sasa kuliko wao wasonge wa mbele, wanarudishwa nyuma na kwa sababu ya kurudishwa nyuma ni kwa sababu ya kusimama kwa wazalendo na jeshi la taifa, na ndio maana tunasema wao, kama wangepita kwenye barabara namba tano hii, vinashindikana. Wanaanza kupita porini porini, utapita na kifaru porini huko, utapita na silaha nzito nzito, utaenda na ma, ma, ma vifaa vya kupigana kwa siku hata tatu porini. Warudi waache Uvira, watu wasife bure kama tunashindwa kuingia Uvira ni kuona wao wanaanza kucheza mchezo wa, wa, wa asalale, yani wakipigwa kwenye huu msitu au mfereji, wanazunguka wanakimbilia kwenye mfereji mwingine, wanaenda kujificha huko. Yani hawana uhakika wa kwenda sehemu yoyote ile, na wanapigwa sana, wanakufa, maiti zinakufa sana sana. Yani silaha zilizohesabiwa za watu ambao wamepokonyewa silaha, yani hana uwezo tena wa kubeba maiti ni nyingi sana. Sasa wanaenda kuuisha watu maana wale watu wa Nord Kivu hiyo mifereji ya Uvira, hiyo misitu ya Uvira hawaijui, utapiganaje vita sehemu ambapo haujui? Utakufa tu. Unapigana wazalendo wa Fulero wa pale. Hao ni kama watakumaliza. Unashindwa na kupita barabarani unaanza kusema nitapita ya, ya milimani kule hata kama ejinyora gani mko nayo M23. Simurudie muache Uvira wazi. Mnatuchelewesha ukamata ile Uvira. Kwa sababu hatuwezi kusonga mbele tukamate Uvira na tunawaacha kwenye misitu huku, mnasimbua watu. Ndio maana tunataka tuwapelekeshe kwenye misitu, tukishafikisha kwenye misitu ya Uvira ndio tuingie Uvira. Na sasa kama tuliwaachiaga, kwa nini na nyinyi msirudie? Nyinyi hamkupigana. Plane yote mlipita tu karibu. Simrudie. Mnawauisha watu bure, hamna uwezo wa kupigana. Mnajua, mnajua kwamba jeshi letu halina nguvu, lina nguvu kwa sababu tunatumia pesa. Sasa hawa wamekataa kuchukua pesa hapa, mlivyoingia kwa watu ambao hawapendi kudanganywa, Mbembe bora afe masikini, lakini asikufanyie kazi. Ndio asili yetu. Hawezi kukufanyia wewe kazi, Mnyarwanda. Bora nife masikini. nilime shamba yangu kwa nguvu yangu, nitalisha watoto wangu, ili niende na kufugua wao ngombe unitume niende nikuchuzie? Sijui wengine wanawachuuzia mazutu, wanaenda kuwapatia mchumvi. Hao ni makabila zingine, sio sisi Hakuna Mbembe wa baba na mama ambao hazaradiwa na kabila zingine, kwamba mama yake ni mtu fulani a Mbembe baba Mbembe mama ambaye ataweza kumtumikia Mnyarwanda, hakuna. Kwa hiyo mrudi, mtaisha bure na mnajua sisi hatufagi eti sisi. Utaona tunakufa, hatukufagi na tunaweza kuwa makumi mbili, unaona tuko desa, hatukufagi. Mnajua mnapigana na watu wa Mungu, wawezi kufa. Asante, ndo hali ya vita. Kwa hiyo Wanyarwanda wanatusumbua kwa kupotea potea kwenye misitu, kwenye mifereji tofauti tofauti inje ya barabara namba tano ndo maana atushiki Uvira. Kwa wale ambao wanataka Uvira ishikwe maana na, naona mmeandaa. Me, mbona ndio haiku haikuandaliwa vizuri? Mnaandaa, bona ni siku ya kulibere Uvira ndio iwe fete, msubiri na muwe makini, na msubiri tu, kwa amu itakuwa libere kwa njia yoyote ile liberation totale ya ma antite zenye zikoa mom2 muisubiri hii 2026 itakuwa rekipere na guvernema itatia administrasio zake zote fasi zote zile. Hiyo muwe nayo na imani kwa sababu iwe diplomasi iwe nguvu vyote vilisha kuwa tayari. y Yani, silaha zote zimesimama ikiwa mara moja tarafani Walikale ni katika Kivu ya kusini mashariki mwake DRC ambako kumeweza kuripotiwa mapambano ambayo yaliweza kujiri ikiwa Jumatatu asubuhi saa kumi ikiwa tariki tano mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita. Mapambano hayo yaliweza kuripotiwa ikiwa kati ya waasi wa FCM 23 ambao wanaweza kuungwa mkono na nchi ya Rwanda na kupambana pia dhidi ya wazalendo na jeshi la FARDC katika maeneo ya Kibati katika groupmenti ya Luberiki huko tarafani Walikale. Mm, na basi nisifanye kosa kabisa kama jinsi nilivyoweza kukuonyesha katika mtasari wa habari, kukuonyesha kwamba katika nchi ya Tanzania pia imeweza kuonyeshwa katika habari za leo na kuweza kukupasha yale ambayo yaliweza kupatikana katika nchi ya Tanzania, hususani zaidi katika kambi ya Nyarugusu. Basi ni kujuze katika hali ya kukutangazia na kukupasha habari, kukuonyesha kwamba kifo cha mtu mmoja aitwaye kwa jina la Tabasha wa Manoke ambaye anaitwa kwa jina maarufu Kifyagio. Mtu huyo ameweza kuripotiwa na kuonyeshwa kifo chake katika kambi ya huko Tanzania. Lakini mtu huyo ameweza kutangaziwa na kuonyeshwa umaarufu wake kujulikana hivyo. Ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa kanisa, yaani akijiweka katika hali ya kimungu, akiweza kujulikana kazi zake ngumu katika nchi ya Kongo mashariki mwake DRC, hususani zaidi katika tarafa la Fizi. Jina lake la Kifyagio liliweza kuwa maarufu sana katika tarafa la Fizi kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akiitwa na kuweza kufyagia hususani zaidi katika kazi ya kuweza kuwaokota wachawi wakati tu anapoweka mkutano wake mkubwa, na hivyo kabisa kuwadadisi, kuwashika wachawi kwa hali tu ya urahisi, kitu ambacho kiliweza kumfanya yeye apate kuvuma kabisa na kuonekana kuwa maarufu katika maeneo mengi hususani zaidi tarafani Fizi ni kuonyesha ya kwamba ilikuwa katika miaka ya elfu moja kumi na tano kumi na sita ambako umaarufu wake uliweza kupamba moto sana katika maeneo ya tarafa la Fizi na hata popote pale atakapokanyaga kwa jambo la kuweza kuwashika wachawi, zaidi akivuma na kuweza kusikika, kuonekana na rupia nyingi ambazo alizoweza kuweza kuwatoa wachawi wakati tu anapowashika akitumia dawa zaidi za asili kuweza kuinama na katika hali nyingine ambazo akiweza kuzitumia, bwana huyo aliondoka nchini Kongo kujielekeza Tanzania, na hivyo kuweza kuonekana katika maeneo ya ardhi ya nchi ya Tanzania, hususani zaidi kampini Jambo hilo liliweza kumfanya yeye asipate kuacha kazi zake, lakini akiweza kuziendeleza huko hata akiwa nchi jirani ya nchi yake ya asili ambako imeweza kudaiwa, na hivyo matangazo yake yameweza kuonyeshwa rasmi ya kwamba ameweza kupoteza maisha. Basi na nijielekeze Ruyigi, ni katika kambi ya Burundi, nchi ambayo iliyo pembezoni na nchi ya DRC hivo wakimbizi wakongomani wanazidi kulalama katika kambi hiyo ya Burundi na kuweza kuonyesha ya kwamba wangeweza hata kugabuliwa katika kambi zingine, lakini wote wameweza kuwekwa nafasi mmoja, kitu ambacho kingeweza hata wapate kabisa kugabuliwa katika kambi zingine, kuweza kulalama kuonyesha vifo vya watu wengi, kutokana na hali ya usalama kuwa mbaya, hata chakula kutukuridhika na mambo mengine zaidi, kutokana na haki ya ubinadamu aishikwe kama jinsi inavyoweza kuwa imeleta huruma, akiweza kutangaza na kuonyesha hali ya usalama kuwa mbaya kabisa kwa wananchi kutoka nchi ya Kongo kuweza kukaa katika kambi ya Burundi, ayoyote akiweza kuyathibitisha, mmoja ambaye nimeweza kupatikana katika kambi hiyo

hewa mubaya yenye iko mu mkambi, baleta mkambi mwa banaita province ya Ruigi. Tuko katikati ya vilima, hatuna hata karibu na semena mwingine ya watu hapana, katikati ya vilima ndio kwenye tuko. Hali yenyewe ya mwingine mko mapepo moyo kusiku, kusiku moya bako nazika batu makumi mbili na tano kusiku moya, batu makumi mbili na tano kusiku moya bakisha, kwa madogo Mungu alisaidia hapo, batu kumi na munane kumi na kenda ndio hapo. Unasema afadhali hapo, muko hewa ya kufa mtu kaka, muko hewa ya kufa mtu ya burozi humu chana mna la muko na shukuru Mungu njala hivi yenyewe yenye tuko nayo humu si yuni, nataka kuambia hivi kisini kwa kusukumia hivyo, mimi naeleza leo hivi, mimi ndio naeleza de jour

Kisha na chakule na isha kumustari nyewo ulikuwe kwa haikufike ko, basi unarudia kunyumba. Juzi nilijipangaka, sikupataka chakula, haikufikaka kumustari yangu. Jana tena nilijipanga tena, sikupata chakula, ata watu makumi mbili au makumi na tano.

Habazi penda sebe bakongomani ba dire trouver ba, ba, ba, ndo habari tuko nayo umu ni Mungu tu tu. Sasa kama kishimko mnaongea na safari munye ta kuambia hali ni kumkambi, ndo hivyo kaka, ni Mungu tu na muambi kaka, tutarudi haka na eh, ni kushukuru Mungu kuta tuko ba mingi sana bana kuambia batu wenye tunaletewa umu

na baba baba wili bote wanakaokea mwasha kufu na kisi kwa natuzika huko maji. Sasa tulienda kuzika mtoto wa Rumi Rumi, huyu Rumi wa kule ku projet, tulilia na vireke mpaka macho kageuka ruji. uko mkimbizi, maja usikie tu usikue mwinchi yenye uko nasikia sema mbakimbizi, au usikie vita isikue mwinchi yenye usikile mwingine inchi bako nakuwa wanakamata landu kriza, ziko landu kriza mbili ziko nasomba watu Banakamata banachama msalaba tu moya huku mbele ya kule kumlango kuonesha kama muko maiti, me samaiti sizinapangwa sasa. Mule mgari giso abanapangaka kahuzu mamitumbu banachama mumaforoma yulu yulu yulu. Kuyo, kama ni mtu wako mwalikufa uko najulia wapi? Sasa ni jina tu mule ndani sa sanduku kwa nafanza haoni vigisi pale, mvunje kwa kana randa ile matofu na randa kabili chini ile kwa sele mashifu, ndio yeye bana kamata bana mwanga sa chini ya sanduku, sema bana kamata mwili ya mtu ndio bana tia yulu ndio bana funikia bana mfunikio ya sanduku. Hakuna cha kitambala hakuna cha nini, wewe ni kwenda kutukulisha, tunaenda pa kunula sa kule, tunaenda sa kwenda kuzika sasa. Tulifika kule na vileke tunaangalia sasa gisi tuko tunapakua mama ma, ma, ma, ma, ma ma ma iti, tunazizika maiti makumi mbili na mbili usiku. Sasa tunaenda kuzika mtoa rumi

ntuka kujipanga kumstari, nitonde nifanye siku mbili sipati chakula kujitoda kumurongo. Kwa hiyo chakula ya kupigiwa yenye iko hali maharagi, ah, ni ni basi ni wakati tu ndio hivyo. Basi huo ulikuwa ni mwisho tu wa taarifa ya habari ambayo niliweza kukuletea leo, ikiwa tariki sita mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita na ninakuomba kuungana nami katika vipindi vingine lakini kipindi hiki, ikiwa wewe hujajiunga kwenye channel hii basi unaweza ukabonyeza alama ya kujiunga hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka, na kuomba pia kuwagawia watu wengine ili wapata habari zetu kama jinsi unavyoweza kuzifaidia na na, kuomba uwe chonjo katika habari zingine ambazo zijazo. Si asante.